mwenyekiti wa klabu ya soka ya Simba Sports Club kupitia upande wa mashabiki hapa, tukienda kumwongelea mtaalam Murtaza Mangungu kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwa upande wa tani wa jadi ambao ni klabu ya soka Yanga Sports Club. Fahamu kwa sasa kinachoendelea ni majibu ya bodi ya ligi kuu Tanzania Bara mara baada ya mchezo wa klabu ya soka ya Simba dhidi ya kikosi cha timu ya soka Yanga kuweza kuahirishwa, mchezo ambao ulitakiwa kuchezwa tarehe nane mwezi Machi mwaka elfu mbili na ishirini e, na tano. Sasa kwa upande mwingine, mara baada ya mchezo huu kusogezwa mbele kwa sababu ya klabu ya soka ya Simba kushindwa kufanya mazoezi, basi kwa upande mwingine tunashuhudia Young Africans wakaweza kuandika barua kunako shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF kupitia bodi yake wakiomba wapewe alama tatu sambamba na magoli matatu, wakiomba kulipwa na fidia ya zaidi ya milioni hamsini na sita fedha ambazo iliweza kutumika kwa ajili ya maandalizi ya mchezo sabodi ya ligi kuu Tanzania bara wameweza kuwajibu Yanga kwamba hawatopewa pointi tatu wala hawatopewa eh, magoli matatu. Lakini eneo la gharama ambazo Yanga wameweza eh, kuzitumia, basi kwa upande mwingine watakwenda kuangalia ni namna gani kikanuni watakwenda kulisoti swala hilo. Lakini kwa upande mwingine kuhusiana na Yanga barabaada ya kupewa majibu haya kwa sasa wamekwenda kufungua kesi katika mahakama ya usuluhishi ya michezo CAS, wakitaka wapewe haki yao, kwa sababu wanaamini walikuwa wako right, kwa sababu ya Simba wenyewe waliweza kugomea mchezo dhidi ya Yanga Sports Club. Sasa mara baada ya hili kujiri, tunaona kupitia Murtaza Mangungu ameweza kuwajibu Young Africans katika mahojiano ambayo ameweza kuyafanya hivi karibuni. Murtaza anasemaje? Mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu amesema anashangazwa sana na watani zao Yanga Sports Club, imekuwaje hamu ya kucheza dabi imepotea ghafla, wakati siku ya pili yake baada ya kuahirishwa walifunga safari hadi Bunju kucheza mechi na watani wao wa jadi Simba Sports Club, kwa sababu ukiangalia kulionekana gari la klabu ya soka Yanga Sports Club liliweza kwenda katika uwanja wa Bunju wakitaka kucheza mechi dhidi ya Simba Com. Mtaza anashangaa imekuwaje Yanga Sports Club wanasema kwamba hawataki tena amu ya kucheza dabi na Simba Sports Club. Mtaza kaendelea kusema hivi, Mangungu amesema ukitaka kujua walijiandaa na shari ni namna walivyopeleka gari lao Bunju, jambo ambalo anadhani iwapo mashabiki wa Simba na wao wangetua pale Bunju, nini kingetokea? Anaamini hapa kuna fujo zingeweza kutokea. Kaendelea kusema hivi, ameongezea kuwa unapohitaji haki, na wewe kubali kutenda haki. Hapa akimaanisha kwamba Yanga kwa sasa wao si, anaamini wamezulumiwa. Kwa hiyo, kwa upande mwingine unahitaji haki, basi nao pia watende haki. Na Mutaza kamalizia na kusema hivi, Rais wa TFF Wallace Karia ni mvumilivu kupindukia. Hapa akimaanisha kwamba kile ambacho kinaendelea kufanyika eh, Yanga Afrika, basi kama kwa upande mwingine Rais wa TFF angekuwa mkali, huenda kwa upande mwingine Yanga angeadhibiwa zaidi hapa, lakini. Mara baada ya Murtaza kufunguka maneno haya, Ahmed Ali naye ameweza kupigilia nyundo. Anasemaje? anasema Ahmed, hivi si mlikuwa mnataka kucheza na sisi mkaleta basi lenu Bunju kutufuata? Sasa tunauliza hizo am zimeishia wapi? Huyo ni Ahmed Ali akiwajibu Yanga Africans mara baada ya kupeleka gari Bunju na ameweza kurecall ama kunukuu. E, mara baada ya mtazama nguku kuweza kufanya mahojiano, kwa hiyo tunaona hiko ndicho ambacho Simba kwa sasa kauli yao viongozi wanaamini wako vizuri, ndiyo maana Yanga kwa sasa hawana hamu ya kabisa ya kukutana na wekundu wa Msimbazi.